Neno la Mungu linasema hivi, akawaambia wanafunzi, akawaambia eneneni ulimwenguni mote, mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Mkahubiri nini kwa kila nini kiumbe? Kila kiumbe inabidi kisikie injili, haijalishi kiko porini, kitasikia Soma kitabu, akasema hii ni yenyewe kabisa likaanza Amine. Na watu wakasikia injili, kila kiumbe kitasikia, ni agizo la kanisa. <coughs> Bwana Yesu Kristo tubariki sana, amina amina na aaminia na kubatizwa Bwana Yesu Kristo atubariki sana. Amina, amina. Kuna kitu tunapata? Amina. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kuokoka. Sikilizeni. Injili ni shilingi ya pande mbili, upande wa kwanza wokovu. Amina amina. Upande wa kwanza ni wokovu, kabla ujatafuta baraka. Atakayeamini na kubatizwa ataokoka, sindio? Kwa hiyo misha ni kubwa, ni wokovu. Wokovu, wokovu unakupa vigezo vya kupata baraka ambayo umeandikiwa sasa. Bwana Yesu atubariki. Amina, amina. Vigezo hivyo, wokovu ni master key. yeah. yeah. Bwana Yesu atubariki yeah, wokovu ni master key ya kufungua kila baraka ya kiungu yeah, ambayo imeandikwa kwenye maisha yako ambayo imeandikwa kwenye Biblia hii, pasipo wokovu haendi yeah. Mungu atubariki. na akabatizwa ataokoka. Kwa akishaokoka, zile baraka za wokovu zinaanza kufuata nyuma, anaanza kuwa ni mdai halali wa baraka zake Bwana Yesu Kristo atubariki. Amina, amina. Ndio maana Bwana Yesu alisema ufalme wa Mungu uko ndani yeah. Itatiisha homa, itatiisha umasikini huko. Yeah, yeah. Tubariki sila kanisa linaacha msingi linasimama upande mmoja mzawabrahimusikatai ni bariki. Wa Ibrahim. Yeah, yeah. Sikatai ni ndio ni usaha. Sikatai, amina, lakini baraka za uzao wa Ibrahim zinaambatana na wokovu. Amen. Kwa sababu tunakuwa uzao kupitia Kristo Yesu. Amina, amina, amina. Yes. Kuwa ndani ya Kristo Yesu na huo ni wokovu, ndio maana naogopa na kukufanya mshirika wa kanisa kuwa mshirika uendelee kukaa hapa kama haubadiliki, siku sita kusaidia na injili itakuwa ina matokeo celaalibaligiwe sana. Kwa hiyo shida ya kanisa la wakati huu imeegemea upande mmoja, imeegemea katika msingi mmoja. Ikiwa nyumba inasimamishwa na nguzo mbili, zinahitajika zote mbili. Amina, mdim bosatubariki. Ndio maana watu wengi sana